Kamwene mnogage, jamani. Leo tumekuja kufanya ziara hapa ya kukagua mradi wetu wa zahanati e? Lengo la serikali ni kuhakikisha tunasogeza huduma za afya kwa wananchi, ili mpate matibabu kwa urahisi zaidi. Lakini pia kazi iliyo tuleta leo ni kuangalia je, mradi huu ambao serikali imeleta zaidi ya milioni sitini umefikia hatua gani? Utekelezaji wake unakwendaje? Lengo letu ni kuona mradi unakamilika na hatimaye unakwenda kutoa huduma kwa wananchi. Sasa hapa kwa hapa tulipofikia, naambiwa tumefikia hatua za mwisho kabisa. Maanake tukikamilisha hatua hizi zilizobaki, inabaki kazi ya kuleta vifaa. Vifaa vikishakuja, huduma zinaanza kufanya nini? Kutolewa. Sasa maelekezo yangu kwa mkurugenzi wa halmashauri, jambo la kwanza, kazi zote za ujenzi kwa sababu zina fedha, tukamilishe kazi za ujenzi e. Fedha ipo, ela za vigae ipo, ela ya nini ipo, tukamilishe kazi zote za ujenzi ili tuende kwenye hatua ya kuweka vifaa kwa ajili ya kutoa huduma. Baada ya kuweka vifaa, sasa tulete wataalamu tukiwa na majengo tukawa na vifaa tukawa na wataalamu, maana yake huduma zitafanya nini? Zitaanza. Na hiyo ndio lengo la Serikali, ili wananchi wa hapa ambao wanafuata huduma mbali waweze kuhudumiwa. Jambo lingine, naomba nisisitize juu ya ubora wa kazi inayofanyika. Tuhakikishe hawa mafundi wanaofanya kazi zetu, au wakandarasi wanaofanya kazi, hawafanyi bure, tunawalipa pesa za umma, kwa hiyo hizo pesa za umma lazima zionekane kwenye thamani ya kazi inayofanyika ni lazima tukiangalia namna walivyoweka talazo, namna walivyopaka rangi, namna walivyojenga, tuone ubora na thamani ya fedha ya wananchi ambayo imetumika. Tusichekee watu ambao tunawalipa pesa zetu alafu wanafanya kazi chini ya viwango. Kwa baadhi ya kasoro ambazo nimeziona hapa ndani zirekebishwe haraka sana, zirekebishwe ili kuhakikisha kwamba wananchi wanakwenda kuhudumiwa katika kituo chenye ubora na kinachofanana na thamani ya fedha iliyoletwa hapa. Mwisho kabisa, ndugu wananchi wenzangu, kwa sababu tuko kwenye hatua za mwisho za kukamilisha kituo hiki ni muhimu sasa tukajiandaa kukitunza na kukilinda ili mwisho wa siku kiweze kutoa huduma inayokusudiwa. Nataka mambo yafuatayo yafanyike wakati tunakamilisha ujenzi. Mkurugenzi, hatua za kuunganisha umeme zianze, hatua za kusogeza maji hapa zianze. Sio zahanati inakamilika unaambiwa umeme hakuna, zahanati inakamilika tunaambiwa maji hakuna. Haya mambo yote lazima yaende sambamba ukamilishaji wa miundombinu ya zahanati iende sambamba na uwekaji wa umeme, iende sambamba na uwekaji wa maji, ili zinapoanza kutolewa huduma kwenye kituo hiki au zahanati hii, wananchi wapate vitu vyote hapa katika zahanati yao.